Ndugu wa Tanzania, wakati muafaka sasa umefika. Kama mnavyoona hapa, tuko stesheni ya Pugu. Eh, tunaendelea na loading na wateja wetu wameshaanza, wamerespondi kuhakikisha kwamba wanatumia usafiri wa reli wa SGR, usafiri wa treni ya mwendo kasi. Hapa sasa hivi tuna kampuni ya eh, Azania Group, Mikoani Traders wanaanza loading, wanapakia ambayo, eh, ni behewa ambazo zitaenda eh, kule Ihumwa Dodoma tunategemea kuanza kutoa huduma hii baada ya kukamilika kwa kupakia upakiaji huu. Ni kweli kwamba bewa zetu zina uzito mkubwa ana, kwa maana ya kwamba uzito ambao unatumika kwenye MGR, ni mara mbili ya uzito unaopakiwa hapa. Kwa hiyo wateja wameshaanza kupakia, itakapokamilika tunategemea kutoa treni yetu moja. Tunaanza kidogo kidogo ili kusudi kujirizisha na miundo mbinu iliyopo kama tulivyoanza kwenye kusafirisha abiria. Uh, napenda kutoa rai kwa wafanyabiashara wote uh, ambao wanapenda kusafirisha mizigo yao kwa, kwa, kwa SGR ambayo inatumia muda mfupi kwenda Dodoma. E, sasa hivi tumeanza kwa kipande cha Pugu mpaka Dodoma. Uh, tunaimani kwamba tutakuwa tumewapunguzia wasafirishaji gharama za usafiri kwa sababu kipande hiki cha katikati kilomita kama mia nne hamsini e, tutatembeza kwa leli halafu yale magari yatachukulia pale Dodoma na kuendelea kwa vipande vingine na mikoa mingine ambayo haijafikiwa na reli ya SGR. Haya mabewa yana uzito mkubwa tofauti na mabewa yale mjiara ya zamani, ambapo e, bewa moja la SGR linaweza kuchukua tani 75 wakati lile la e, mjiara reli ya zamani ni ilikuwa tani 40 tu. Kwa hiyo kwa na tunawakaribisha sana wafanyabiashara wote wasafirishaji, huu ni wakati wenu wa kutumia reli ya SGR kwa sababu na imani, mtaokoa gharama kubwa katika usafirishaji wa bidhaa kwenda mikoani na sehemu nyingine za, za nchi ya Tanzania.